Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa kwanza 2026. Tumeungana na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya katika kupanda miti ikiwa ni kumbukizi mahususi kabisa ya kuzaliwa kwa mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wana Kibaha tunaendelea kujivunia matunda yake na watumishi wenzangu tunaendelea kuona mafanikio makubwa kwa manispaa yetu ya Kibaha toka alipoingia madarakani. Tunamtakia heri baraka na maisha marefu. Mungu Mwenyezi muomba aendelee kumpa rais wetu afya njema na umri mrefu zaidi. Na sisi manispaa ya Kibaha tunamhakikishia kuwa tutamwangusha. Kazi tutaifanya tutafanya, tuta kazi nzuri, kulinda heshima yake na kazi nzuri anayoweza kuifanya kwa taifa letu Tanzania. Mungu mbariki sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.